Form 5 walioko hapo sasa hivi ambao mwakani uh, ni form 6, ninachoshauri ni kwamba form 5 kama form 5 hasa, ambao wanataka ingia baadaye form 6, kwa upande wa Uislamu I say tuongeze kushirikiana, maana tunavyoona wachache sana, watu wengi na kwa zaidi kuliko watu wachache. Sasa huyu ni mmoja wetu kati ya itimu waliofanya mahafali, tukifuatiwa na mwingine hapa kwa majina Nkosa Omar, Nkosa Omar. unaonaje kwenye mahafali ya leo unashauri, una, una nini au una comment nini kwenye mahafali ya leo? Ni mazuri ni mabaya? Na kama ni mabaya ni vipi? Na kama ni mazuri ni vipi? Alhamdulillah, majambo yamefaana, jambo, jambo limeenda kama alivyopanga Allah. Ya yeah. Mahafali ni mazuri, ni mabaya? Ni mazuri sijapata kuona wala kusikia, Mashaallah. So kama unayapamba, siyapambi uu mwenyewe, ushahidi mimi mwenyewe nishahidi, mi ni sijakuwepo au kuwepo likuwepo